Shalom. Sasa leo nitakutajia ndoto kubwa tano ambazo ukiota ndoto hizo ujue kabisa kuna watu wanakuendea kwa mganga ili waweze kuharibu maisha yako, na nitakwambia mwisho wa video hii ni jinsi gani basi ya kuweza kuharibu watu hao ambao wao wanakuendea kwa mganga ili waweze kuharibu maisha yako. Kaa mpaka mwisho wa video hii ili kujua ni namna gani ya kuweza kuharibu. Sasa, na kama haujasubscribe channel yetu, basi unaweza kusubscribe muda huu ili kila ninapoleta tafsiri mpya ya ndoto uwe wa kwanza kuipata na uweze kufanyia kazi tafsiri hiyo. Sasa zifuatazo ni ndoto ambazo ukiziota ujue kabisa kuna watu wanakuendea kwa mganga kienyeji, yani ndoto hizi, hujua kuna ushirikina wanafanya kazi juu ya maisha yako, hujua kuna watu wanataka kuharibu uchumi wako, hujua kuna watu wanataka kuharibu watoto wako, hujua kuna watu wanataka kuharibu yale ambayo unayafanya. Yoyote yale unayomiliki, lolote lile ambalo uko nalo, unapoota ndoto hizi, hujua kuna watu wanakuendea kwa mganga tayari. Sasa kama wanakuendea kwa mganga, na pia nitakwambia ni kitu gani cha kufanya mwisho wa video hii, ili pia na wewe uweze kuharibu watu wao, ili pia na wewe uweze kushindana na watu wao. Sasa kaa mpaka mwisho wa video hii ili kuweza kujifunza. Sasa ndoto ya kwanza ni ile ndoto ambayo unaona unakimbizwa na wanyama wakali, aidha unakimbizwa na simba, unakimbizwa na ng'ombe, unakimbizwa na mbwa, unakimbizwa na nyoka. Mnyama yote ule ukiwa unaona kwenye ndoto unafukuzwa naye ama unakimbizwa naye, ujue kabisa kwamba kuna watu wanakuendea kwa mganga siku ya leo, ili kuweza kuharibu harakati zako. Kwa mfano kama unaota unafukuzwa na nyuki. Mnyama wa pili, unapokuwa unaota ng'ombe, ng'ombe inamaanisha kwamba kuna roho za uchawi zinakufuatilia, yaani kuna wachawi ambao wamejipanga kwa ajili ya kuweza kuharibu yale unayoyafanya. Yawezekana wanataka kuharibu uchumi, yawezekana wanataka kuharibu watoto, yawezekana wanataka kuharibu kazi, yawezekana wanataka kuharibu biashara, yawezekana wanataka kuharibu nyota. Au unapoota mnyama nyoka nyama nyoka, namaanisha kwamba kuna watu wanakuendea kwa waganga na watu hawa wanataka kutupia majini kwenye kazi zako. Sasa, kabla sijaingia kwenye ndoto ya pili, na bado haujasubscribe chaneli yetu, basi unaweza ukasubscribe muda huu, ili kila ninapotoa tafsiri mpya ya ndoto uweze kuipata kwa urahisi. Ndoto ya pili ni ndoto ambayo unaota unakula vyakula usiku unapokuwa umelala ukiwa unaota unakula vyakula usiku unapokuwa umelala, kwa sababu ndoto hizi huwa zinamaanisha kuna watu wanataka kupanda magonjwa kwenye maisha yako, na magonjwa haya mara nyingi yanakuwa ni yale ambayo unasikia kwamba mtu anaenda hospitalini akiwa anaumwa kabisa, lakini akifika hospitalini wanachukua vipimo vyote, lakini hawaoni ugonjwa ambao mtu anakuwa anaumwa. Yaani, mtu anakwambia mimi tumbo linaniuma kabisa, tumbo linanikata sana, lakini anapoenda hospitalini wakipima hawakuti kitu chochote kinachoonekana ndani ya mwili wake. Kwa nini? Kwa sababu magonjwa haya mara nyingi yanakuwa ni ya kutengenezwa. Magonjwa haya yanakuwa ni ya ushirikina. Magonjwa haya ni mtu tu anakuwa amekwendea kwa mganga wa kienyeji ambaye anataka kuharibu maisha yako, na ndio maana usiku wengine mnapokuwa mmelala, mkiota mnakula chakula, asubuhi ukiamka, unajiona kabisa tumbo lako limejaa, yaani tumbo lako limejaa kama mtu ambaye ametoka kula kabisa, yaani tumbo lako linakuwa limejaa gesi. Kuna mtu anakuwa amekwendea kwa mganga na anakuwa anakulisha vyakula vile kwenye ndoto, ili kuweza kuharibu maisha yako. Kwa hiyo unapoota ndoto hiyo ya pili, unalishwa vyakula ujue kabisa kuna mtu anakwendea kwa mganga wa kienyeji na anataka kuharibu maisha yako, lakini kama mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu nitakuelekeza ni namna gani basi ya kuweza kuwaharibu watu wao ambao pia wanaenda kwa waganga wa kienyeji kuharibu maisha yako. Kabla sijaingia ndoto ya tatu, na bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe ili, ili, kila ninapotoa tafsiri mpya ndoto uwe wa kwanza kuipata. Sasa ndoto ya tatu ni kuota uko shule ya msingi ukiwa mtu mzima, yani kuna watu mko hapa mnaota mnafanya mitihani unaota unaigizia mtihani ama unaota uko na marafiki zako ambao umesoma nao shule ya msingi. Hii inamaanisha kwamba kuna mtu anakuendea kwa mganga wa kienyeji au anakuendea kwa shirikina ili kuweza kukuzuia wewe kuendelea kimaendeleo. Yani kama wanataka wewe uzuia kuweza kuendelea kimaendeleo kwenye maisha yako, wanachokifanya wana, wanaenda kwa mganga wa kienyeji. Na wakienda kwa mganga wa kienyeji wanasema kama mtu huyu dada fulani au kaka fulani, mtu huyu asiweze kuendelea hata kama anafanya kazi kwa namna gani dada fulani asiweze kuendelea hata kama anapambana kwa namna gani, kaka fulani asiweze kuendelea. Kwa hiyo mganga anachokifanya wewe unapokuwa umelala usiku, unajikuta unaota uko shule ya msingi, na ndio maana unajikuta ndoto hizo zinajirudia kila siku, unakemea lakini haziondoki, kwa sababu kwenye maisha yako umeshatupiwa roho ya kukwama. Ndio ile unapambana sana, unafanya kazi nyingi sana, lakini unajikuta bado umebaki pale pale. Kwa nini umebaki pale pale? Ni kwa sababu kuna watu wanakuendea kwa waganga wa kienyeji, na wanapokuendea kwa waganga wa kienyeji, wanasema kwamba mtu huyu hata kama atafanya kazi kwa namna gani, hakuna kitu atakachofanya ataendelea. Na ndio maana kila siku siku unakwama. Biashara unayofanya unaishia kupiga hasara tu, hakuna kitu ambacho unafanya kinachoenda mbele kwenye maisha yako. Hakuna jambo unalolifanya ambalo linaenda mbele kwenye maisha yako. Kila kitu kinarudi nyuma, kila kitu kinarudi nyuma. Unajikuta kama unaenda vizuri, unaenda vizuri, unaenda vizuri, inafika kwenye pointi fulani ya maisha yako unajikuta unarudi nyuma. Kwa nini unarudi nyuma? Ni kwa sababu kuna mtu amekuendea kwa mganga wa kienyeji ambaye anataka ukwame na ukae pale pale, na maisha yako yao yanarudi nyuma kila siku. Sasa ninapoingia kuonyesha ndoto nyingine ya nne, kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe ili kila utoa tafsiri mpya ndoto uwe wa kwanza kuipata. Kama bado hujalaiki video hii, unaweza ukalaiki pia. Sasa ndoto ya nne ni zile ndoto ambazo unakuwa unaota unaokota shilingi au vile vikoini yani unapokuwa umelala usiku unajiona kama uko sehemu afu unaona kuna shilingi nyingi, kama mibili mia mbili ama mia tano mia tano shiringi ziokota, ukota, up the coin unaokota okota shilingi nyingi u kabisa kwamba kuna mtu amekwendea kwa mganga, na mtu huyu anataka ubaki kwenye hali ya umasikini na ufukara wa wakupitiliza ule umasikini ambao unakuwa kila hela unayoipata haikawe mikononi mwako. Yaani pesa unayopata ni pesa ya kuendesha maisha tu, pesa ya kula na pesa ya kodi. Hakuna pesa ya maendeleo nyingine ambayo inapatikana. Unajikuta kila siku unafanya kazi kubwa, lakini pesa unazozipata zinaishia kwenye kodi na mahitaji ya kawaida. Unasema jamani, kila ninapojaribu kufanya kazi nashindwa kufikia goal zangu, nashindwa kufikia malengo yangu. Ni kwa sababu unaota ndoto hizi na kuna mtu amekwendea kwa mganga. Mtu anapokwendea kwa mganga anaweza kumwambia kwamba nataka mtu fulani asiweze kuendelea awe na umasikini kila siku. Mganga anachokifanya anapotengeneza ule uchawi, anapotengeneza ule uganga, huyu mganga wa kienyeji anapotuma kwako, kwa, kwa wewe usiku, basi unajikuta kwamba unaota unaokota vishilingi mara kwa mara, unaota unaokota vishilingi. Au kama ni noti, unajikuta usiku unaota unapewa noti ambayo imechakaa unaweza kujikuta unapewa labda na bibi ama na rafiki yako wa karibu, unapewa noti lakini, noti kama ni elfu mbili ama elfu moja lakini inakuwa ni noti ambayo imechakaa sana. Sasa ndoto ya tano ni ile ndoto ya kuota unakimbia, lakini kama unavutwa na mtu yani, unajitahidi kukimbia kwa nguvu ile, unajitahidi kukimbia kwa nguvu, kwenye ndoto unajitahidi kukimbia kwa nguvu, lakini unaona kama unavutwa na mtu kurudi nyuma, ama unakimbia, unatumia nguvu kubwa kukimbia kwenye ndoto, lakini unajiona kama unapiga hatua taratibu, unapiga hatua taratibu, kwa nguvu sana, kwa nguvu sana au kama uko unakimbia muda mwingine ukigeuka nyuma unaona kama kuna mtu anakufukuzia kwa nguvu sana, lakini yule mtu anayekufukuzia ni kama anakukaribia, lakini wewe unajaribu kukimbia kama anavyokimbia ili kuweza kumkimbia, lakini unajikuta kama haukimbii, yani unakuwa hauna speed. Unapoota ndoto ya namna hiyo, ujue kabisa kuna mtu amekuendea kwa mganga ili kuweza kufunga hatua yako, na ndio maana utajiona kwamba unapambana sana kwenye maisha, lakini haupigi hatua unapambana sana kwenye kazi unazozifanya, lakini haupigi hatua, uko pale pale kila siku. Yani unajiuliza jamani, mbona wenzangu ambao wanafanya nao kazi moja wanapata mshahara kama wa kwangu, ama kuna wengine nimewazidi kabisa mshahara, lakini wao kila siku wanaendelea, mimi nimebaki pale pale. Kwa nini umebaki pale pale? Ni kwa sababu kuna jambo kwenye maisha yako umeshafanyiwa na waganga. Kuna jambo kwenye maisha yako umeshafanyiwa na watu ambao hawakupendi, wamekwendea kwa waganga wa kienyeji ambao wanataka kila siku muone maisha yanayofanana. Unajua, mtu anayekwendea kwa mganga wa kienyeji sio kwamba muda mwingine anakuwa anataka usimshinde tu, anataka wote mbaki chini kwa sababu anakuona kwamba wewe unaendelea, unaenda mbele kila siku, unapiga tu kila siku, yeye anajiona mbona amebaki pale pale. Ndio maana anajiona kwamba kuna watu ni wachapa kazi lakini hawaendelei. Yaani unajikuta kwamba wewe hapo ulipo unapambana kweli, ni mama unapambana, ni dada unapambana, ni kaka unapambana, lakini unajikuta kwamba unashindwa kuendelea. Sasa kabla sijakwambia ni kitu gani cha kufanya, na bado haujasubscribe channel yetu mpaka tumefika mwisho huu wa clip, unaweza ukasubscribe na pia unaweza ukalike, ili kuifanya video hii iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Sasa ili kuwakomesha ama kuharibu wale ambao wamekuendea kwa waganga, utasimamia vifungu vikubwa viwili. Kifungu cha kwanza utakachosimamia ni kifungu kile cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 3, inayosema hivi: nitakubariki atakayembariki na kila atakayekulaani mimi nitamlaani. Kwa hiyo utaingia tu kwenye maombi, utasema hivi: kwa jina la Yesu, Baba tazama, kuna watu wameniwekea vitu vingi kwenye maisha yangu, na watu wanataka kunilaani kuna watu wanalaani uchumi wangu, kuna watu wanalaani watoto wangu, kuna watu wanalaani elimu yangu, kuna watu wanalaani yale ninayoyafanya. Mungu, kama wanavyonilaani mimi, sawasawa na neno lako basi, nawenyewe nawatamkia laana juu ya maisha yao kwa mamlaka ya jina la Yesu kuanzia siku ya leo, na wao watakwenda kulaaniwa. Kwa hiyo unaanza kutamka zile laana ambazo walikuwa wamekutamkia wewe kwenye maisha yako, na wewe unaanza kuzirudisha laana zile juu ya maisha yao wenyewe, vile vitu ambavyo vibaya walikuwa wamekupangia juu ya maisha yako ambavyo unaona haviendi. Baada ya kuanza kuota ndoto hizo tano ambazo nimekwambia, basi na wewe unaanza kuvirudisha kwao. Utakapofanya hivyo, utaanza kuona basi yale matatizo ama yale maswahibu ambayo alikuwa amekupata kwenye maisha yako yameanza kuyarudia wao mara moja. Na kifungu kingine ambacho itasimamia ni kile kitabu cha Isaya sura 54 mstari wa 17 inayosema kwamba kila silaha itakayofanyika juu ya maisha yako haitafanikiwa, kila ulimi utakaosimama kwa ajili ya kukuhukumu ulimi huo utahukumiwa. Kwa hiyo naingia tu kwenye maombi, nasema, Baba, katika jina la Yesu, kila ulimi uliosimama kwa ajili ya kuhukumu biashara yangu. Biashara yangu inaenda vibaya, kuna watu walienda kwa waganga wakanihukumu juu ya biashara yangu. Kuna watu walienda kwa waganga wakahukumu watoto wangu. Kuna watu walienda kwa waganga wakahukumu ndoa yangu. Kuna watu walienda kwa waganga wakahukumu uzazi wangu, ndo maana mimi siku leo sipati uzazi. Mungu, kuanzia sasa ninahukumu ulimi huo, kama wao ambao walinihukumu mimi, ninahukumu hivyo, hivyo, hivyo ulimi huo kwa mamlaka ya china la Yesu Kristo nadhati haya yale waliokupangia kwa ajili ya kuharibu wewe, unajikuta kwamba yameanza kuwaharibu wao. Fanya hivyo na Mungu atakubariki sana, na kama uko na ndoto yoyote ambayo haujui tafsiri yake ni nini, basi iandike hapo kwenye comment section chini, itakujibu mara moja kama ninavyofanya kwenye video zangu zingine. Na pia kama unahitaji tafsiri zingine za ndoto, unaweza ukaingia kwenye chaneli yetu hii hii ambayo umetupata ya Apostle Deusi Sengo. Unaweza ukaangalia pale, nimetoa tafsiri ya ndoto nyingi, nimetoa tafsiri ya kuota watu waliokufa, upo shuleni ndoto gani ambazo utajua kwamba kuna uchawi unaendelea kwenye maisha yako, ni ndoto zipi ambazo unatakiwa kumwambia mtu, ni ndoto zipi ambazo ukiziota hizo ujue kwamba hauwezi kwenda kuolewa. Nimetoa tafsiri ya ndoto nyingi sana mahali pale na kuna mafundisho mengine mengi sana. Kwa hiyo ingia kwenye chaneli yetu hii pendwa, na Mungu atakubariki sana. Na kama unatafuta mawasiliano yangu, basi utaziona namba za simu ambazo zinapita hapo kwenye screen, ama nikutajie tu kwa haraka haraka kwa wale ambao unaweza usizione zinapita hapo kwenye screen, maana kuna watu wengine huwa wanauliza, mtumishi wa Mungu, mbona tujaziona namba zako? Namba zangu za simu, kama uko ndani ya Tanzania ni 0657979 4788. Kama uko nje ya Tanzania, unaweza kuanza na alama ya kujumlisha 255, ama alama kujumlisha 255 657 974788, nitumie ujumbe wako pale, utalipata kwa urahisi kabisa bila shida. Na kama umebarikiwa na tafsiri hizi za ndoto, basi unaweza kusubscribe channel yetu, ili kila ninapotoa tafsiri nyingine ya ndoto uweze kuipata kwa urahisi zaidi, maana unaweza kutuona siku ya leo kwenye YouTube na usije kutuona tena siku nyingine, so unaweza kusubscribe ili kuweza kubarikiwa. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen, shalom, peace.